Kuugua matokeo yote ya kubarikiwa na kufaiia, itakuwa na somo fupi kwenye kichwa cha somo kinachosema kwa nini hatupati matokeo ya kimungu maishani. Kwa nini hatupati matokeo ya kimungu maishani, au kwa namna nyingine ningeweza kusema sababu zinazosababisha hatupati matokeo ya kimungu maishani. Sasa, kwa sababu ya muda nitazielezea nyingi, lakini ziko nyingi na kadiri tunapata muda nitakuwa nikiendelea ku moja ya kitu ambacho Mungu alituumba alitamani kuwe, alitutengenezea namna au system ya kupata matokeo ya kimungu, lakini changamoto iliyopo, ziko sababu zinazosababisha hatupati matokeo ya kimungu, na kwa leo nitaelezea mbili na ndipo somo langu litakuwa limejengeka hapo. Tuchukue Biblia zetu tufungue kitabu cha Luka 7 mstari wa kumi na nane, Luka 7 mstari wa kumi na nane. Nasoma, wanafunzi wa Yohana wakamletea habari za hayo yote ya wanafunzi wake akawatuma kwa Yesu akiuliza, wewe ndiwe yule ajaye au kutazamie mwingine? Nao walipofika kwake kwa kwa walisema, Yohana Mbatizaji alikutuma kwako kwa akasema, wewe ndiye yule ajaye au kutazamie mwingine? Na saa ile ile aliwaponya wagonjwa na saa ile ile aliwaponya wengi wa wagonjwa magonjwa yao na msiba na pepo wabaya na vipofu wengi walikirimiwa kuona. Ndipo alipojibu alipo, akamwambia: endeni kamweleze Yohana, hayo iliyoyaona na kuyasikia. Vipofu wanapata kuona, viwezo wanatembea, wenye ukoma wanatakasika, viziwi wanasikia, wapo wanafufuliwa, maskini wanahubiriwa habari njema nawatenda naye. Heri mtu yoyote asiyechukizwa nani. Luka anaandika asiyechukizwa. Ukisoma Mathayo sita inasema ni heri yule asiye na shaka nani, hata hapa tunapata sababu ya kwanza inayofanya watu wengi hawapati matokeo ya kimungu. Moja ya msingi mkubwa katika kumtumaini Mungu ni kuwa na imani, na kwenye Biblia, anasema imani ni kuwa na hakika au ni bayana ya mambo ya tarajiwayo. Mmoja ya sababu ambayo inaweza ikafanya ipate matokeo ya kimungu maishani ni kufika sehemu kwenye maisha kuona wasiwasi juu ya ahadi za Mungu katika maisha yake. Yohana alikuwa na undugu na Yesu. Yohana ni moja funzi ambao walitumika kuandaa utumishi wa Yesu hapa duniani. Yohana alihubiri na kuandaa watu akiwaambia kwamba yule ajaye ni mkubwa kuliko mimi. Mimi sistahili hata kuchukua kamba za mtu yake. Yohana akafika sehemu akafungwa na ya anafubwa gerezani, Yesu alikuwepo. Yesu hakufanikiwa kwenda kumwona Yohana gerezani, na Yohana kibinadamu akafika sehemu akachukua wanafunzi wake wawili, akamvuma akamwambia, nendeni mkamuulize Yesu. Moja ya sumu kubwa, wakati fulani, inayosababisha tupate matokeo ya kimungu ni sehemu inapofika tunapata wasiwasi juu ya ahadi za Mungu. Ea Mungu alikuahidi kazi, Mungu alikuahidi mwenzi wa Mungu alikuahidi mambo mengi, afya, uchumi, shughuli. Kuna wakati unafika sehemu unaingia mashaka ya kibinadamu, na Yohana sana alikuwa ni binadamu, sehemu alifika akapata mashaka, akasema hivi, yule nilikuwa yu nikimwangalia njia, leo nipo gerezani, hata kuniona Je, muulizeni kwamba yeye au nimgoje nani mwingine. Na Biblia kwenye Luka inaandika, wakati wanafunzi wale wa Yohana walipokuja Yesu, pale pale wakati wanauliza, alikuwa akiendelea kuponya wagonjwa, kusaidia viziwi kusikia wenye ukoma walikuwa wanatakasika na Yesu anamwambia, ni heri yule asiye na shaka nani? Yaani, kwamba hata kama unaona kwamba hakuna njia yoyote neno la Mungu natukumbusha leo, ni heri yule asiye na shaka nani, nani. Kwa mwenye maisha moja ya kitu ambazo hatupaswi kukubaliana nazo katika maisha yetu ni kukubali kuingia mashaka, kukubali kufika sehemu ni imani yetu ikazorota, kufikia sehemu tukadauti juu ya uweza wa Mungu katika maisha yetu. Jambo la pili linalofanya tusipate matokeo ya Kimungu uh, ni mazoea. Mazoea unaweza uh, ukaweka mazoea au ukaweka mazoea ya dhambi, na hapa tunaenda kwenye kitabu cha Waamuzi kumi na sita mstari wa kumi na saba. Waamuzi kumi na sita mstari wa saba sabauu Mstari wa kumi na saba anasema "Ndipo alimwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake, akamwambia "Wembe haukupita juu kile kichwa chako, kama maana mimi nimekuwa mnadhiri wa tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa, ndipo nguvu zangu zitatoka, nami nitakuwa dhaifu nitakuwa kama wanadamu wenzangu wa. Naruka naenda fungu la ishirini la oje nasema, kisha akasema Samsoni, Wafilisti wanakuja. Akaamka katika usingizi wake, akasema nitakwenda nje kama siku nyingine na kujinyosha lakini hakujua ya kuwa Bwana amemwacha. Wafilisti wakamkamata, wakamng'oa macho, wakatelemka na wakatelemka na mpaka Gaza, wakamfunga kwa vifungo vya shara naye alikuwa akipata ngano katika jereza. Sasa moja kitu ambacho kinafanya hatupati matokeo ya kimungu ki pia ni mazoea ya dhambi, ya dhambi, na kwenye pointi ya mazoea ya dhambi, nataka nielezee kisa cha Samson. Samson alikuwa ni mnadhio na yeye mwenyewe alikuwa anajua kabisa kwamba mimi ni mnadhio. Samsoni akapata mchumba, akatafuta mchumba katika Wakulia. Ukisoma hii hii fungu, soma kuanzia mwanzo, inaelezea matukio mbalimbali ambayo samsoni ameshawahi kuwafanyia Wafilio. Kuna wakati Biblia nasema kabisa Samsoni akachukua malaya akaenda akalala naye. Alipolala naye wafilisti wakazunguka wakafunga geti ili wamkamate Samsoni. Alipomaliza kufanya ile kufanya usiku wa manane, akaamka akamua geti la mji Alipoling'oa geti la jiji akalibadilisha akalipeleka mlimani. Nilipokuwa nasoma hii kitu niishangaza. Biblia inasema kabisa alienda kwa Wakiristu akachukua malaya akalala naye na alipo maliza kufanya alikuwa nafanya. Wakamtega ili wamkamate walimu mtega hiyo kamati, wakafunga geti laii. Samsoni akasema ah, mimi ni mnadhiri wa Bwana. Kwa sababu ni mnadhiri wa Bwana, akang'oa jesi akalipeleka munaa, mazoea ya damu. Delila akaanza kuchunguza kumuliza Samsoni kwa upole, nini siri ya nguvu zako? Anamwambia aha, ukichukua kamba ambazo hazijawahi kutumika bichi, ukanifunga Samsoni anakwambia nitakuwa kama mtu wa kawaida yani ule uwezo wa utakatifu uliokuwa unakuja kwake na kumfanya kuwa na nguvu za ajabu hautakuja. Delila akafanya hivyo kwa mara ya kwanza, alafu akamwamsha Samsoni. Samsoni, Wafilisti wanakuja, Delila. Samsoni alipoona Wafilisti akakata kamba, kama uzi. Delila akamwambia Samsoni, umenidhihaki. Mara ya pili Delila akamwambia tena Samsoni, Samsoni, naomba uniambie siri ya nguvu zako. Samsoni akamwambia Delila, mara ya kwanza ulikuwa umetumia kamba binci, tafuta kamba maza hazijawahi kutumika kabisa, ndio unifunge na ukinifunga zile nguvu au ile roho takatifu anaweza kushuka na kunifanya nikawa na nguvu wa ajabu, hawezi tena kuja na hapo, nitakuwa kama mtu wa kawaida. Ila akasema haina shida, akachukua kamba ambayo haijawahi kutumika, akamfunga, akawaambia Wafilisti, Wafilisti, Wafilisti wanakuja. Samsoni akaamka akakata kamba akawapiga tu. Mara ya tatu, "Samsoni, umenidhihaki naomba uniambie siri ya nguvu zako." Samsoni anamwambia Delila, li ukichukua vishungi vya nywele zangu ukavifunga ukavikaza, nitakuwa kama mwanadamu wa kawaida. ilila akamtegia Samsoni, amelala akafunga vifundo, akawaita Wafilisti, akamwamsha Samsoni. Samsoni akaamshwa akaamka, akalifungua nywele zake, akawapiga ya mbaa yaka. Mara ya nne, Samsoni umenyezihai naomba basi niambie siri ya nguvu zako mara hii anindele uu osoma Samsoni anawambia Ivila, mimi ni mnadhiri wa mtu, wembe haujawahi kupita chata, ikitokea wakati ukanyoa nyele zangu zote, nitakuwa kama Samsoni akalala alipolala Delila akamwita mtu jili anasema akamwita mtu akamnyoa nywele zake zote alipomnyoa nywele zake zote akamwa- akaita wa Filisti akamwambia akamwamsha Samsoni Samsoni Samsoni amka wa Filisti wametuzunguka Biblia kwa uhuzumi nasema Samsoni akaamka, ajipikize kama ilivyokuwa kawaida yake, na asijue kwamba Roho wa Mungu anafanyaje mnuwace. <coughs> Biblia nasema wa wakafungua macho wakafunga waka, wakampeleka gerezani na kaenda kusaga. Mambo mawili akajimalizia mazoea ya damu, yanaweza akawa sababu inayofanya hatupati baraka za Mungu, hatubarikiwi

Ila mara nyingi Samson alikuwa amezoea kwenda kwa Filisti, wale Filisti walikuwa ni maadui wakubwa sana wa Israeli. Ila Samson kwa sababu alikuwa na nguvu ambazo ni za pekee ambazo Roho Mtakatifu alikuwa amemjalia kumpa na uwezo wa Mungu. Alikuwa anaenda kwa Filisti kama anavyoenda nyumbani. Samson alikuwa anakwenda kwa Filisti sio hivi tena akawa anachukua wanawake wa Kifilisti analala nao, na jeshi lolote la Filisti lilitaka kumletea shida yoyote, alikuwa anatumia uwezo wa kimungu kuwadhibiti. Katikati ya mazoea mazo, Samsoni akaja kusema vitu ambavyo hakupaswa kusema na moja ni kwambie shetani anajua kinachokufanikisha. Yaani shetani anajua kabisa kama yeye ni mfanyakazi kweli, lakini kuna uwezo wa Kimungu uliokuwepo ndani yake, ambao ule uwezo wa Kimungu unamsaidia mshahara huo huo anaopata ana uwezo wa kufanya maendeleo ambayo mwalimu mwenzake au mfanyakazi mwenzake awezi kupata maendeleo hayo. Shetani anajua kwamba kuna namna watoto wako anawalindwa na Mungu wasiingie kwenye kundi mabaya, wasipate na mabaya inaweza ambayo mtu mwingine huo ulinzi ana napol Shetani anataka kuondolea ile neema ya Mungu kwako, ule mbaraka wa Mungu kwako, ule ulinzi wa Mungu kwako. Na anapouondoa kuna siku utaamka ukizani kama unaamka siku nyingine, lakini bila kujua Mungu amepaa Mambo mawili naka maazaeo sijitahidi kumwamini Mungu kwa zile ahadi hadi anazokuambia, akituambia kufanya kitu kuamini kwamba atakufanya kitu, hata kama mazingira yanayozunguka hayakubaliani na wewe kuaii sehemu ya kusema kwamba Mungu hivi, tuendelee kuamini au nitafute namna nyingine ya kujisaidia? Jambo la pili, tusizoe dhambi sana, kiasi kwamba kwa sababu hatuna tutote madhara ya moja kwa moja tunayaona, tunapata tukawa kama Samson, kwamba tunaenda tunafanya mambo yetu tunatoka tunaenda tunafanya mambo yetu tunatoka, ila kuna siku rehema ya Mungu itaondoka. Na shidana ya Kristo Bwana Bwana baiki maneno haya na kadiria mkono wa Yesu Kristo. Amen. Tusimame na tuendelee kuelekea huko.